welcome to Tanzania, brother. Na yuzi yani e, nimechukua tuzo Kenya, Tanzania, East Africa. Kenya. Best motivation ya. Umeiona? Wakenya wale wanakutizama mimi sasa. Eh, umefika kwangu Tanzania e, nataka ukionana hmm. na Chief ndio hmm. umeonana na do umeonana na mani ma maokoto maokoto. Wa Wakenya wanasema maokoto ya Kenya yako hmm. juu kuliko Tanzania hmm. but hizi ni Tanzania karensi kubwa sana. wow. hizi zote ni maokoto, hizi zote ni maokoto, hii hii wow. na kubwa ya matumizi ya Tanzania, shika hmm. hii hapa, mshukuru Chief, hizi hapa zilizobaki hmm. nitakuongeza pale ambapo utatoa hit song hmm. Utatoa utatoa hit song hit song song tatu, ambazo nitakulipia video mimi mwenyewe, video tatu za eh, hit song eh, na kulipia mimi, mtoto mdogo mwenye hela nyingi eh. Na kwanzia leo wewe ni familia yangu, umetoka Kenya, umesema naenda Tanzania eh, kwa mtoto mdogo shika. Kwanza hizi hizi za kutumia, hizi tunaziweka mpaka unipe hit song ngapi? Tatu, tatu. Waambie Wakenya, zungumza na Wakenya paleena Wakenya mimi kama Steve Simple Boy Dragon wa Africa nimewahidi pamoja na Chief God Love tatu. Brada wangu au utapata kutoka kwangu. tatu. Eh, bana Steve kwanguebaatesimboy imekutana naye hapa amefika Mikocheni, Dar es Salaam yeah. uh, Tanzania uh -huh. kwa mtoto mdogo mwenye pesa nyingi, au <laughs> sio? Na nataka yeah. Stevo Simple Boy vile uh -huh. mnavyomchukulia uh -huh. Awe mkubwa eh, ajiunge na nguvu ya pesa, anajichora tatu to uh -huh. run over East Africa twende mpaka West Africa huko, sio akina nani, sio akina nani, au kina nani, aachana wa wa uh, na wasanii wa East Africa uh -huh. Naongelea wa West Africa akina Davido uh, sio Burna Boy nani, alafu uh -huh. Wewe sasa una sound kama Burna Boy yeah. Giant of Africa hi nzima unatakiwa kunyosha. Niko na dragon hapa. Na ndugu zangu wa Kenya wengi, mmekuwa mkilalamika, mnaingia mtandaoni, mnakutana na akaunti fake. Watu wanajifanya Chief Godlove wanawaambia mjiunge na nguvu ya pesa namba 3 wanawatape. Mm. Chief Godlove mwenyewe halisi ndio huyu. Hebu watajie hizi namba kwanza hapo. Unaweza kutaja ki Tanzania wewe? Eh, ninaweza. Unaweza tajia hata Tanzania tuone, yeah, eh, wa Kenya wakusikie. Namba ngapi? Eh, plus 2 55 75 6 38. Nishakosea mpaka hapo. Anzia mwanzo. <laughs> <laughs> Simple Simple Boy. Eh. Namba za kujiunga na God Love ni hizi hapa hakikisha uh -huh. Jina limetoka God Love Jacob Mwakibete uh -huh. Usije ukaenda kwa machifu God Love wa mchongo ambao wanafungua akaunti za uongo wanatapeli watu hata Wakenya uh -huh. Kwa nini nimeandika namba? Nimeandika namba kwa sababu Wakenya wengi uh -huh. mnatapeliwa mkiamini, mnamtumia hela chief, kumbe watu wengine wanatumia akaunti fake wanawatapeli, so namba ndo hizi Plus two, five, five, seven, four, six. Uh, hizi hapa namba uh -huh. Nadhani mmeziona Uh -huh, zinaonekana namba uh, wakipiga hapo wanapata. Na namba iko wapi? sufuri saba, hii hapa katikati, saba hamsini na sita. Hii ukipiga napokea mimi mwenyewe, lakini ndio mpaka uwe na bahati. Ila lipia jina ni God love Jacob Makibeto, unawekwa kwenye group, unafundishwa namna ya kupata fedha na, na kuanzia leo Stivo uh -huh, Simple Boy uh -huh, yuko kwangu, sijui kama tunaelewana na kuanzia leo Steve Simple Boy ni mzee wa maokoto. Ukitaka maokoto Steve Simple Boy anatesa pute, alafu wantafute alafu ni wapeleke kwa baba, kwa mtoto mdogo mwenye pesa nyingi. Ah, sio. Kiongozi wa chama la serikali <laughs> <Steve laughs> wa, hizo wa -wa! hela zako <laughs>